Yaani akiabudu ya leo harudi, kwa sababu anaabudu ana madude yake, na Mungu akiyaona. Hii ni nyumba ya kinabii. Haleluya, yeah. Haja hey. Leo arudi leo, aabudu leo, aishia leo, lakini <laughs> laki wa Mungu halipo la kumkwaza, sema alipo la kumkwaza. Biblia inasema mjue sana Mungu, wewe na nini uwe na amani, utajua tu mwenyewe. sipaswi kuwa na ilizi ie <laughs> yeah, wana makofi mwambie mtu, haipo mbingu ya wasomi wala ya wajinga wala ya matajiri wala ya maskini eh, Mungu iko mbingu ya watu wa aina hii ya wenye haki

kukwambia ongeza ukae vizuri yani, ibala si uzito ile, haliko ni msani ule. Kwa hiyo Mungu wako unaweza wa kubeba aina fulani, kwa hiyo mpaka uje kiwango kile, ndio unasikia imetosha. Sasa utaanza kadogo, unaambia niongeze tena, unachangamka. Unashangaa mlokole nakata mauno, ishatokea, aleakata hayo mpaka <laughs> najiuliza ndio yule ajabu akifika nyumbani anaenda no, baba nilipocheza vile ukweli sijacheza ndani Yesu ifukeli nimeelewa leo. Jamani, shetani shindwe! Jamani, yes, shetani kwa jina la Yesu. Yani mimi roho kwa Israeli nimeisha mimi, kwani Mungu alikutuma wengi? Biblia sema epuka uovu. Wee, harusi imeshatangazwa, kutakuwepo pombe na soda kwa wasiotumia